Tumsifu Yesu Kristo. Mpendo mtazamaji, karibu katika kipindi chetu cha leo. Kwa siku ya leo, tutazungumza umuhimu wa kuungama kwa padri. Kwa nini tunaungama kwa padri? Hili limekuwa ni swali ambalo watu ambao si wakatoliki wamekuwa wakieleza sana, lakini hata baadhi ya wakatoliki wamekuwa na mashaka wanapokuwa challenged katika swala hili, wakiambia kwamba wanachokifanya si sahihi. Kwa siku ya leo tutapenda kueleza kwamba ni sawa kabisa na ni haki kwenda kuungama kwa padri, kwa sababu ni agizo la Yesu Kristu mwenyewe. Tukumbuke kwamba Yesu Kristu ni kichwa cha kanisa, yeye ndiye kiongozi wa kanisa. Kwa hiyo maagizo yake ni lazima tuyafate na tuyashike. Kama kweli unampenda Kristu Una sababu ya kuwa na wasiwasi katika jambo hili kwa sababu yeye mwenyewe ndio ameagiza. Lakini kwa leo nitapitia sababu kuu nne ambazo zinatupa nguvu ya kuweza kuungama kwa padre, zinatupa confidence ya kwenda kuungama kwa padre na zinatupa uhakika wa kwenda kuungama kwa padre. Katika hatua kwanza ni kwamba tuna mamlaka na utii. Mamlaka na utii ni vitu ambavyo vimeanzishwa na Kristo mwenyewe. Tunaona kwamba Kristo mwenyewe mwenyewe aliweza kuanzisha kanisa lake mwenyewe Eh, kwa Petro nasoma katika katika Injili ya Mathayo sura ya kumi na sita mstari wa kumi na nane anasema nami, nakuambia wewe ndio Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda a. Kristo anasema yeye, ndiye anamwambia Petro kwamba yeye analijenga kanisa lake, analijenga kanisa, na yeye ndio kichwa cha kanisa wala kwa lugha nyingine kwamba kanisa lake litadumu milele, halitaharibiwa wala na milango ya, ya kuzimu. Akizungumza milango ya kuzimu, anazungumzia nguvu za giza na nguvu zozote ambazo zinaweza zikaangusha kanisa. Ndio maana huwa anapenda kuambia watu kanisa Katoliki ni kanisa ambalo haliwezi kuvunjwa, kumuua kwa sababu ya kumuua padre kwa sababu ya kumuua skofu hata kumuua papa kwa sababu msingi wa kanisa Katoliki ni Yesu Kristo mwenyewe, na kichwa cha kanisa cha kanisa takatifu Katoliki ni Yesu Kristo mwenyewe. Na kanisa Katoliki sio watu au majengo. Kanisa tunapozungumzia kanisa, tunazungumzia eh, washindi wa wa wa watu ambao wana struggle, ambao sisi tunaoishi duniani, lakini tunazungumzia muunganiko wa marehemu twarani, tunazungumzia muunganiko wa watakatifu walioko mbinguni. Kwa hiyo mtu asija kajidanganya kwamba nikimuua askofu, nikimuondoa askofu, nikimuondoa padri, hapana bado kwa sababu huwezi huwezi kwa kushambulia watu walio watakatifu ambao kwa Mungu, wala huwezi kuondoa mare mtu harani. Unaona kwamba kanisa ni pana kuliko mtu anavyofikiri. Kwa hiyo ametoa mamlaka katika kanisa na uti katika kanisa kwamba lolote litakaloamriwa na Baba Mtakatifu na magisterium na maana na kanisa hapa, kwamba lina baraka na misingi ya mbinguni. Kwa hiyo kama Baba Mtakatifu anaweka wakfu maskofu na maskofu anaweka wakfu mapadre, tayari amewapa mamlaka ya kuondolea watu dhambi na mamlaka haya yanatambulika mpaka mbinguni. Lakini na hii ameidhibitisha wakati Kristo anampa mamlaka Petro katika injili ya Matayo sura ya ili ya kumi na sita mstari wa kumi na tisa anasema nami nitakupa funguo za ufalme wa mbinguni na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa na mbinguni na lolote utakalo limefungua duniani na mbinguni litakuwa limefunguliwa, mwisho wa kunukuu. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba E, Kanisa Katoliki lina msingi wa Kristo mwenyewe. Lakini Kristo anakwenda mbali zaidi, anasema kwamba mitume wake au mapadri ambao wako katika usharika e, wa mitume kutoka usharika wa mitume mapadri wa kanisa takatifu Katoliki, tunasema ni Katoliki la mitume kwa sababu ni trendi ambayo inatoka kwa Petro, kwa, kwa mitume na mpaka sasa hivi. E, Yesu anasema kwamba mitume wangu hawa mapadri wangu wangu watumishi wangu hawa E, katika injili ya Luka sura ya 10 mstari wa 16, anasema kwamba hawasikilizeni ninyi anisikiliza mimi naye awakatae ninyi ananikataa mimi naye anikatae mimi anakataa yeye aliyemtuma mshoko kunuku. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba tunaona kwamba amewapa access hawa mitume wake, kwamba tunapomsikiliza wale tunapoenda kuungama kwa kwa kwa hawa atuungame kwa hawa tunaungama kwa Yesu unapowasikiliza mapa, mapadri watumishi wa Mungu hatuwasikilizi wale, tunamsikiliza Kristo. Lakini tunapokataa kuwasikiliza hawa, tunamkataa Kristo mwenyewe. Tunapokataa kuungama kwa padri, tunakataa kuungama kwa Kristo mwenyewe. Nakumbuka mpendwa mtazamaji, unapoenda kuungama, kwamba unapotenda dhambi au mkosei padri, unalikosea kanisa zima, ina maana unamkosea mtu ambaye yuko Nigeria, mtu ambaye yuko Marekani, ambaye yuko katika ushirika wa kanisa. Kwa hiyo, oh, just imagine, utawezaje kwenda kuomba msamaha kwa mtu ambaye yuko Marekani, yuko Madagaskar, yuko Asia, yuko wapi? Kwa hiyo padri anasimama pale kama representative kwamba yeye anawakilisha sehemu zote. Kwa hiyo unapoenda kwa padri, yeye anakupa kuondolea dhambi, ina maana anakuwa ni mwakilishi wa sehemu hizo zote. Lakini fundisho la pili linakuja kwamba ni imani kwamba kuungama ni imani, e, imani, kwamba kwa unaungama dhambi kwa nani? Kwa Mungu, lazima uwe na imani. Huwezi kuwa na imani ukaungama kwa sababu lazima ujue nimemkosea Mungu na nimelikosea kanisa. Kwa hiyo unaona kwamba kipengele cha imani hapa kinafuata. Na imani ni zawadi kutoka kwa Mungu. Kwa sababu Mtakatifu Thomas Aquinas anasema anasema tanuku anasema, to, to one, to the one without faith, no explanation is necessary. No explanation is necessary. Anasema to the one with faith, no explanation is possible. Ntarudia, anasema Eh, to, to the one who has faith, no explanation is necessary. To one without faith, no explanation is possible. Manake nini? Manake Mtakatifu Thomas Akwana, sana sama kwamba mtu ambaye ana imani hahitaji maelezo mengi ili kuweza kuelewa. Lakini Biblia inasema kwamba mtu ambaye hana imani hakuna maelezo ambaye atamtosheleza, hata ungetumia vitabu vya dunia nzima hauwezi kama hana imani, hauwezi kusadiki. Kwa hiyo kusadiki kwa mtu hakutegemei maelezo mengi hakutegemei jinsi gani unajieleza kunategemea na ile za. Kuna zawadi ambayo Mungu amempa ya kuamini, kwa hiyo ni, unaona kwamba imani ni zawadi kutoka kwa Mungu. E, imani ni zawadi kutoka kwa Mungu. E, lakini, ni zawadi kutoka kwa Mungu lakini kitu kingine ni kwamba Yesu anatuambia kwamba mafundisho haya ambayo kanisa linatupa kwa mfano e, fundisho la, la kungama e, fundisho la kutubu e, ni kwamba yeyote atakayelisikia ataokoka na yeyote asiyelisikia hataokolewa. Tunasoma katika Injili ya Matayo sura kumi na sita mstari wa kumi na sita nasema: aaminie na kubatizwa aaminie, na aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini na kubatizwa atahukumiwa, mwisho wa kunukuu. Kwa hiyo unaona kwamba unapomwamini Kristu, utaokoka na utaokolewa, lakini asiyemwamini Kristu hataokolewa, kwa maana kwamba haya ni mafundisho ambayo Kristu aliwapa mitume na mtume kutupa sisi. Lakini vilevile tunaona kwamba Kristo anaweka kabisa msingi wa maungamo. Anawaambia katika, tunasoma katika Injili ya Yohana sura ya 20, mstari wa 22 hadi 23, tunasoma: Pokeeni Roho Mtakatifu, wote mtakaoondolea dhambi wameondolewa, na wote mtakaowafungia dhambi wamefungiwa, na wote mtakaowa dhambi wamefungiwa. Kwa hiyo unaweza kuona msingi wa fundisho hili ni unyenyekevu, kwamba wakati mwingine kibinadamu unasema nitaendaje kuungama kwa padri? Kwa sababu yeye ni binadamu kama mimi, yeye anakosea. Kwa hiyo nitaeleza kwa nini tukaungame kwake katika kifungo kingine. Lakini kitu kingine ambacho kinatufanya tuweze kuungama ni unyenyekevu, kwa sababu mtu aliye mnyenyekevu ni mtu ambaye anatambua makosa yake, anatambua limitation zake na anaweza kaungama. Kwa sababu Mtakatifu Agustino anasema kwamba watakatifu wote ambao wako mbinguni ni watakatifu ambao waliungama dhambi zao ambao walitubu dhambi zao, na anasema wote ambao wako jehanamu ni wale ambao walijiona wenye haki na hawakuweza kuungama. Kwa hiyo unaweza kuona sifa moja wapo ya kutufanya tuweze kuungama dhambi zetu ni unyenyekevu. Inabidi tumuombe sana Mungu neema ya unyenyekevu, kama mama Maria alikuwa mnyenyekevu. Tunaona unyenyekevu wa Mama Maria, anasema ndimi mtumishi wa Bwana nitendee uliponena, na ndipo kila Mkristo anatakiwa kumwambia Mungu kwamba yeye ni mtumishi wake na anatakiwa kufanya lolote ambalo Mungu anataka kwa mapenzi yake lakini mtume Petro katika waraka wake wa kwanza sura ya tano mstari wa tano anatukumbusha unyenyekevu, anatukumbusha unyenyekevu, anasema nam ninyi nyote jifungeni nifung, unyenyekevu, mpate kuhudumiana kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Wamsha kunukunuza kuona kwamba tendo la kuungama ni tendo ambalo nena na unyenyekevu, kwamba usipokuwa mnyenyekevu hata kwa Mungu huwezi kuungama e, haina maana kwamba E, kwamba mtu asipoungama kwa padri Mungu atamsamehe. Mungu tofauti, ana njia tofauti ana extraordinary ways za kukomboa lakini, katika e, kupenda Mungu wanapenda sana watu walio nyenyekevu. Wewe unaona unyenyekevu unavali kuliko mtu asipokuwa mnyenyekevu. Wewe unaweza kuona kuna tofauti, mtu anayemwendea Mungu kwa unyenyekevu ni rahisi kusikilizwa kuliko mtu ambaye anakwenda bila unyenyekevu. Lakini tukiangalia katika simu ya Kanisa Katoliki inazungumzia nini kuhusu kuungama kwa padri? Kwanza napenda kuweka wazi kwa Wakatoliki kwamba padri aondoe dhambi, dhambi. dhambi mwenyewe na padri hasamee dhambi ila padri anaondoa dhambi na kusamee dhambi kwa niaba ya Kristo. Tunasoma katika kitabu cha katekisimu ya kanisa Katoliki ambayo inakuambia kwamba padri hasamee dhambi ila anaondoa dhambi kwa niaba ya Yesu Kristo. Kwa hiyo padi ni persona tunasema ni persona Kristo. Persona Kristo maana yake Yesu wa pili. Eh, kwa hiyo wakati mwingine notion tunapokwenda kwa padi ni kwamba padi yeye anatondolea dhambi kwa niaba ya. Sio yeye anayeondoa. Ila ni Yesu mwenyewe ambaye ninaomba kwa niaba ya. Na kanisa katika Kanisa Katoliki inasema kwamba Mungu pekee ndiye mwenye kusamehe dhambi. Na Yesu Kristo mwenyewe ndiye mwenye mamlaka ya kusamehe dhambi. Amewapa mapadri mamlaka ya kuondoa dhambi kwa jina lake, na unapoenda kwa padi akikuondolea zambi, anasema nami nakuondolea zambi kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Anapokufanyia absolution au ondoleo la dhambi, analifanya kwa niaba ya Yesu Kristo kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa hiyo argument ya pili ambayo unaweza kuona watu wanasema kwamba kwa nini unaungama kwa padi, sakramenti zote zinafanywa na watumishi wa Mungu. Kwa mfano, mtu hawezi kujibatiza mwenyewe, mtu hawezi kufunga ndoa mwenyewe kwa mfano katika ubatizo anayebatiza ni padri na padri anapombatiza tunakuwa na ondoleo la dhambi asili. Sasa kama padri anaweza kukubatiza na kuondoa dhambi asili, kwa nini asiweze kukuungamisha? Kwa hiyo ni tabia ya Mungu kutumia viumbe wake katika matendo ya wokovu. Tunaona anawatumia malaika kuwapasha habari wachungaji kwamba Yesu Kristo amezaliwa. Tunaona anatumia malaika kuwapasha habari mitume wake kwamba Kristo amefufuka. Tunaona Yesu anapaa mbinguni, malaika wanawaambia wana alipokuwa ndivyo atakavyorudi. Kwa hiyo ni nature ya Mungu kutumia viumbe wake katika utukufu wake na inampendeza Mungu kufanya vile. Kwa hiyo huna sababu ya kusema ku question kwa nini Mungu amefanya vile. Alichoamua Mungu ni kwa mapenzi yake. Kwa hiyo unaweza kuona ni kama sakramenti zote zinafanywa na mwanadamu, kwa nini sakramenti ya kitubio isifanywe na mwanadamu? E, kwa hiyo tunaona Paulo anathibitisha kwamba sakramenti hii ya upatanisho Kristo amewachia mitume wake na mapadri wake. Tunasoma katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wakorintho wa Pili sura ile ya tano mstari wa kumi na nane anasema: lakini vyote pia vyatoka na Mungu aliyetupatanisha aliyetupa, aliyetupa, sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Narudia, anasema: lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma kwa hiyo mtu anapoenda e, e, kuungama anaungama, haungami kwa Mungu peke yake, lakini anaungama kwa makosa ambayo ameyafanya kwa ndugu zake, kwa kanisa, kwa sababu sisi ni viungo vya kanisa na ndio maana unaposalimisa unasema nasema na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno, kwa ni mawazo kwa na mawaz, kwa mawaz, nako kutotimiza wajibu. Kwamba unga, ungamo linakuwa kama nilivyosema, ungamo ni dhambi ambayo inamkosea mtu na unapofanya dhambi unatakiwa ungame kwa, kwa, kwa, kwa jamii yote. Zamani kanisa la awali lilikuwa lina wanafanya public confession, yani maana wanaungama hadharani, lakini baadaye ikabadilishwa Just imagine kuungama dharani ilikuwa very embarrassing kwamba mtu anafanya kitu fulani. Kwa mfano unaungama dharani kwamba nimemwibia mtu fulani mbuzi na yuko pale pale. Kwa kipindi kama hiki ingeleta shida kwa sababu yule asingekubali kwa sababu sio kila mtu analipokea fundisho hili vizuri. Kwa hiyo kanisa likawa na busara ya kuweka kwamba maungamo yanakuwa ni ya siri. Na ndio unapoenda kanisani unakuta maungamo yako kwenye kisanduku kwamba mtu hairuhusu mtu mwingine kusikia, inakuwa ni kati yako na ile padri hawezi kutoa maungamo yako amewapa na tukumbuke, kwamba Wakristo mwanzo waliungama dhambi zao hadharani kama nilivyosema, na tunaweza kuona tukisoma katika simu ya mwanzo. Eh, inatufundisha inatuambia kwamba Wakristo wa mwanzo waliungama dhambi zao hadharani, tukisoma katekisimu ya mwanzo ambayo ilikuwa inaitwa Didache inasema, nitasoma, anasema over the centuries the concrete form on which the church has exercised this power from the Lord has varied considerably. During the first centuries the reconciliation of Christians who had committed particular grave sins after baptism rigorous. Iyo ni maelezo haya, na kwa maana tafsiri yake inazozungumza ni kwamba mwanzoni wa Kristo wa mwanzo walikuwa wakitenda dhambi wanaungama public, mbele za watu, kila mtu anamuona, kila mtu anamuona na na walifanya vizuri. Kwa hiyo unaweza kuona tabia ya kungama, e, ni tabia kwa ilianza muda mrefu kwa mapadri na sio kwamba imeanza leo. Na unaona mwanzo wa Kristo mwanzo alikuwa anaungama public kabisa, tena alikuwa anaungama kila mtu anasikia. E, tunaona Mtakatifu wa Renews ana confirm katika karne ya pili. E, anasemaje mtakatifu public e, Mtakatifu wa Renews anasema make a public confession of their sins but others of them are ashamed to do this, and in a tacit kind of way, despairing to the life of God. Mwisho wa kunukuu. Maanake nini? Anasema kwamba public confession kwamba watu walikuwa wanakwenda na ngoma mbele ya watu wale, lakini kanisa likawa na busara kwamba watu waungame kwa siri. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba tabia ya kuungama ni tabia ambayo kanisa limesisitiza, lakini hata katika Agano Jipya uwezi kukuta msali unaosema ungama moja kwa moja kwa Mungu, ingawa watu wana, wengi wanaosema kwamba kuungama kwa Mungu, lakini kwenye Biblia tunapata ushahidi wa kuungama kwa padre zaidi kuliko ushahidi wa mtu kusema kuungama kwa Mungu. Haina maana kwamba ukiungama direct kwa Mungu, Mungu atakusamehe. Mungu atakusamehe, lakini tunachozungumza kwamba tunazungumzia utii, unyenyekevu ambao Mungu anaupenda zaidi, kuliko ambavyo sisi tunavyopenda. Lakini, tukiangalia katika Kanisa Katoliki katika, katika katekisimu, mafundisho ya katekisimu yanazungumzia essence ya padre kuungamisha. Eh, argument kubwa inakuja, kwa nini niungame kwa padre ambaye ni binadamu ambaye anakosa ambaye anaanguka ambaye unaweza mwingine anaweza kuwa mtakatifu, asema mimi naweza kuwa nikafanya vizuri kuliko yeye. Katekisimu ya kanisa Katoliki imeelezea essence ya padre kuungamisha, anasema ex opere, ni neno la Kilatini, linasema ex opere operato Maanake tafsiri yake kwa Kiingereza ni kwamba all the sacraments confer grace when the sign is validly affected. maana yake ni, maana yake ni kwamba eh, sacrament, the sacrament is independently of the merits of the minister or recipient. Maana yake positive effect comes not from any human worthiness or faith but from the sacrament and instrument of God. Labda nitafsiri vizuri maana yake nini? Maana yake ni kwamba neema ya sakramenti inatolewa na Yesu Kristo, na neema ya sakramenti sakramenti yoyote inayofanyika katika kanisa haitegemei inategemea neema ya Yesu Kristo pekee, sio minister ambaye anaendesha ile sakramenti. Kwa lugha nyingine, mfano unapoenda kuungama kwa padri, ataondoa zile dhambi. Kuondoa dhambi kwa padri, padri, kwa, kwa padri haitegemei kwamba yeye ni mtakatifu au si mtakatifu kwa maana padre akiwa mtakatifu anaondoa dhambi, asipokuwa mtakatifu hivyo hivyo anaondoa dhambi. Kwa nini? Kwa sababu ni neema ambayo inatoka kwa Yesu Kristo mwenyewe, haitoki kwa padre. Ni neema ambayo inatoka. Na padre anaposoma misa vile vilevile anabadilisha mkate kuwa mwili wa Yesu na divai kuwa damu ya Yesu, haitegemei hali ya state ya utakatifu wake. Ni inategemea kwamba ni neema ya Mungu na, na neema ya Yesu Kristo. Kwa hiyo mtego ambao shetani anapenda kuutumia kwa wakatoliki ni kusema kwamba ah, mimi maana siendi kwenye misa kwa sababu ile padre nilimuona ba au nilimuona anafanya kitu fulani. Hilo ni, ni huo ni udhaifu wa kishetani na mbinu ya shetani, kwa sababu padre awe amefanya kosa, hajafanya kosa, sakramenti inabaki valid. Na labda mpendwa mtazamaji, ni kukukumbusha kwamba padre anapopata kwa mafuta matakatifu, anapopata sakramenti ya utakatifu anakuwa ana neema inaitwa state of grace. Padre yote anapata state of grace na hii anakuwa nayo mpaka atakapokufa. State of grace maana yake nini? Ni neema ya inayomsaidia katika kufanya huduma eh, za kikanisa. Neema hii haitegemei utakatifu wake. Na Mungu ameiweka purposely kwa sababu kwa sababu gani? Kwa, kwa sababu Mungu hayuko limited. Kwa sababu Mungu angeweza kusema malaika waje waungamishe, kwa sababu malaika wana dhana. Lakini angesema malaika waungamishe kifal, kifalsafa ni kwamba Mungu angekuwa limited. Ukizungumza ukizungumza atlus ya Mungu ni kwamba Mungu ana mipaka. E, Mungu is unlimited, kwamba hana mipaka. Na ndio maana unaona ukuu wake kwamba katika sakramenti hii ya kitubio au katika ibada ya misa unaona ukuu wa Mungu kwamba Mungu anafanya kitu. It does not provide kwamba wewe unaye padri anaye hazimisha misa ni mtakatifu au si mtakatifu. Ila sakramenti inakuwa valid. Hili ndio, huu ndio ukuu wa Mungu, huu ndio utakatifu wa Mungu, na hii ndio imefanya kanisa Katoliki mpaka leo halijaanguka. Makanisa mengine yanaanguka kwa sababu yanakuwa, yanakuwa, yanategemea mchungaji. Mchungaji leo akiiba hela au akiwa na mke lakini nachokuambia mpendo mtazamaji ni kwamba yeye padri anapopata upadirisho anakuwa na state of grace, ambayo mtu yeyote, mkristo yeyote hana. Yeye anakuwa nayo, padri tu, na hiyo Mungu amempa kwa sababu ya kuhakikisha kwamba kazi zake zote zinafanyika, ana dhambi au hana dhambi. Kwa hiyo nataka niliweke clear hilo, ambalo wakati mwingine linawachanganya sana watu na wakati mwingine watu wanashambuliwa. Kwa hiyo wewe nenda kanisani, usiangalie utakatifu wa padi au usiangalie dhambi ya padi ni kwamba ile sakramenti inabaki valid na hii, Mungu amefanya vile kwa maana kwamba yeye hana mipaka, yeye kazi yake anaifanya ai huru. Wewe ni mtakatifu si mtakatifu, akitaka jambo lake lifanyike linafanyika. Kwa hiyo ni mtaka ni iweke vizuri iweze yu, kueleweka. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji, unaweza kuona kwamba misa yoyote iko valid regardless ya state of kama padre ni mtakatifu au si mtakatifu na hiyo ndio imefanya unaweza kuona, kanisa katoliki lina nguvu. Nguvu yake moja wapo iko katika hapo. Kama isingekuwa hivyo, lingekuwa limekusha katika vipande vipande. Na Mungu utenda kazi kupitia ujumbe wake, kama nilivyosema hapo awali. Tunaona katika kitabu cha Yakobo sura ya tano mstari wa kumi na tano sura ya tano mstari wa 15 hadi 16 anasema, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi, na kuombeana mpate kuponywa kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii ku unaweza kuona kwa kwamba e, ungamineni nyinyi kwenyewe. Ingawa sometimes protestant na watu wengine wamesema kwamba Mungu akukusudia watu waungame kwa padre, amekusudia hapana, lakini unaona kwa statement ni kwamba Mungu amekusudia Mpadi, kwa sababu Yesu amejidhisha ame katika Injili ya, ya, ya, ya nini sura ya ishirini na tatu na vile vile unaweza kuona kwamba kuungama ni lazima, sio hiari, kwa sababu sisi binadamu tunatenda dhambi na ndio maana tunasoma katika Injili ya yo, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa nane hadi 9 wa tisa anasema tukisema kwamba hatuna dhambi tunajidanganya wenyewe, wala kweli haimo kwetu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Mwisho kuna kuu, wewe unaweza kuona kwamba maungamo ya dhambi ni muhimu na ni lazima, lakini vivyo hivyo tunaona wakati wa mitume e, watu walikuwa wanakuja kwa mitume wanaungama dhambi zao. Tunaisoma hii katika matendo ya mitume sura ya 19 mstari wa 18 anasema wengi wa wale walioamini wa wakaja wakaungama. Mwisho wa kunukuu kwao. Unaweza kuona kwamba sakramenti ya kitubio ya Yesu aliyotuachia isi, ametuachia sakramenti hii kama zawadi ili iweze kutusaidia tusitengane na Mungu, lakini iweze kutusaidia tuweze kuwa reconcile tuweze kupatana na wenzetu na kuishi na wenzetu vizuri. Mtakatifu Agustino mwaka mia tatu tisini na sita ameelezea vizuri kuhusu kuungama kwa padre anasema: Mamlaka ya ku, mamlaka ya kuondolea watu dhambi imepewa kanisa, na kwamba funguo za ufalme wa mbinguni umepewa kanisa takatifu katoliki la mitume. Mwisho wa kunukuu. Kwa mtakatifu Gusto, anasema kwamba wakati Yesu alimkabidhi Petro funguo, kwamba alimkabidhi mamlaka ya kuondolea dhambi zile, kwa sababu anasema utakalofunga limefungwa na utakalofungua limefunguliwa. Kwa hiyo padri anafunga dhambi, anaondoa zile dhambi, kwamba na mbinguni zinaondolewa, na Mungu Baba anaziondoa. Lakini kama ne, kwa kumalizia, naweza nikasema vile vile katika injili ya luka sura ya 10 mstari wa 16 anasema awasikilizae ninyi anasikiliza mimi naye awakatae ninyi ananikataa na mimi naye anikatae mimi anakataa yeye aliyenituma mwisho wa kunukuu kwa hiyo naweza kusema kwamba mpendwa mtazamaji kwamba tunapoenda kuungama tunaungama kwa Kristo tunapomsikiliza padre tunamsikiliza Kristo tunapokataa kuungama kwa padre tunakataa kuungama kwa Kristo lakini kumbuka kwamba kuungama ni tendo la unyenyekevu ambalo linampendeza Mungu. Na tumuombe Mungu neema hii kwa sababu si rahisi kwamba mtu akaenda kapiga magoti kwa padi akaeleza dhambi zake. Unapokwenda pale unaongea na Yesu. Padi anakuwa ni persona Christi. Yaani ni Yesu wa pili. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji, nipende kukuhimiza kwamba unapoenda kuungama kwa padi unapata baraka zaidi kwa sababu ni Yesu mwenyewe yuko pale anakuondolea dhambi. Na tendo hili la unyenyekevu ambalo madhehebu mengine wanashindwa, kwa Mungu linampendeza sana na ni baraka sana na unapoenda kuungama kwa padi, au sio? Haupati baraka tu ya kuondolewa dhambi, lakini unapata baraka ya kushinda dhambi, unapata baraka ya kwenda kwa Mungu, unapata baraka ya kuweza kuwa mtakatifu, kwa sababu Yesu anatuambia kwamba tubuni na kuamini Injili. Kipindi hiki cha Kwaresima mapadi wanajitahidi sana kuungamisha watu, na baadhi ya maparokia wameweka ratiba kabisa kwamba siku fulani kuna maungamo, siku fulani kuna maungamo kwa hiyo kipindi hiki jitahidi uende kuungama uweze kupata baraka. Tumsifu Yesu Kristu. Vivo Kristo, nikutakia siku njema.